Mwanasheria Bonface Mwabukusi amewasha moto mwingine nchini Tanzania na kugeuza wananchi wote dhidi ya Samia Suluhu. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Tanza Pulse, na tafadhali subscribe. Mjadala wa kikatiba ama wakatiba mpya nchini Tanzania umeibuka tena kwa nguvu baada ya wakili mwanaharakati mashuhuri wa maswala ya kisheria ambaye ni Bonface Mwabukusi kueleza wazi kuwa mkwamo wa mchakato huu ulianza wakati wa bunge walipojigeuza wenyewe kwa wajumbe wa bunge la katiba, hatua aliyoita kuwabatili kisheria na kikatiba. Akizungumza wakati mahojiano yaliyorushwa na Nipashe Digital Februari tarehe mbili mwaka huu, Mwabukusi alisitiza kuwa kosa hilo la awali liliathiri walalio mchakato mzima wa, wa kuzaa migogoro ya kisiasa iliyounda dhamira ya kupata katiba mpya iliyotokana na matakwa ambayo ni halisi ya wananchi. Kauli hiyo imekuja katika kipindi nyeti cha kisiasa, miezi michache tu baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana, wakati ambapo matarajio ya mageuzi ya kikatiba yamekuwa yakitajwa kama ajenda muhimu ya kitaifa. Na kwa wengi, maelezo ya Mwabukusi yamechochea mjadala mpana kuhusu nani anawajibika kwa kushindikana kwa mchakato wa katiba mpya na ni kwa njia gani Tanzania inaweza kurudisha katika mstari sahihi. Tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka elfu moja kenda mia tisini na mbili hoja ya katiba mpya imekuwa ikirejea mara kwa mara katika siasa za Tanzania. Mchakato ulioanza rasmi chini ya Rais Jakaya Kikwete ulitarajiwa kuwa suluhisho la kudumu kwa mamlaka na malalamiko ya kimuundo kuhusu madaraka ya rais, uwiano wa madaraka kati ya mihimili ya dola na haki za msingi za raia. Hata hivyo, kama ilivyoripotiwa na BBC News na The Guardian, mchakato huu uliingia katika migogoro mikubwa ya kisiasa, hasa baada ya bunge la katiba kuunda ama kuundwa kwa namna iliyozua maswali ya kisheria. Baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa elfu mbili ishirini na tano ambao uliambatana mijadala mikali kuhusu haki, uwajibikaji na utawala wa sheria, matarajio ya kurejeshwa kwa ajenda ya katiba mpya yaliongezeka. Kauli ya Mwabukusi ilionekana, uh, kuingia katika muktadha huu kama kichocheo cha kuamsha mjadala ambao kwa muda mrefu ulikuwa umepoa. Kwa mujibu wa Mwabukusi, chanzo kikuu cha tatizo kilikuwa ni uamuzi wa wabunge kujigeuza wajumbe na bunge la katiba, jambo lilodai kuwa lilikosa msingi wa kisheria na kikatiba. Hoja hii imewahi kuungwa mkono na baadhi ya wachambuzi wa sheria walionukuliwa na Al Jazeera wakieleza kuwa mgongano uh, wa maslahi ulijitokeza pale wabunge walipokuwa wanatunga katiba itakayodhibiti madaraka yao wenyewe. Ripoti za East African pia zimewahi kuandika kuwa muundo wa bunge la katiba ulizua mgawanyiko mkubwa kati ya wa wabunge wa chama tawala na wajumbe kutoka makundi ya kiraia, hali iliyosababisha maandalizi ya rasimu ya katiba kupoteza uungwaji mkono mpana wa kisiasa. Kauli ya Mwabukusi sasa inarejesha hoja hii mezani, ikionyesha kuwa bila kushughulikia swala la uhalali, juhudi zote za kufufua mchakato zinaweza kukwama tena ndani ya vyama vya siasa hasa chama cha tawala cha CCM mjadala wa katiba mpya umekuwa ukizungumzwa kwa tahadhari kubwa. Baadhi ya makundi ndani ya chama yamekuwa yakiona ka katiba mpya kama tishio la muundo wa madaraka uliopo, huku wengine wakiona kama fursa ya kujenga urithi wa mageuzi ya kisiasa. Ukimya wa viongozi wakuu wa kisiasa kuhusu katiba ama ratiba ya wazi ya katiba mpya umetafsiriwa na wachambuzi wa Reuters kama mkakati wa kuepuka kufungua mjadala unaoweza kugawa chama au serikali. Kwa upande wa upinzani na asasi za kiraia, kauli ya Mwabukusi imepokelewa kama uthibitisho wa madai ya muda mrefu kwamba mchakato wa awali ulitekwa kisiasa. Hata hivyo, changamoto imekuwa katika kujenga shinikizo la pamoja la umma, na ni jambo ambalo Mwabukusi alisitiza kuwa ndilo kiini cha tatizo la sasa. Mwabukusi alieleza wazi kuwa bila msukumo wa pamoja kutoka wananchi, asasi za kiraia, vyombo vya habari na wadau wa maendeleo, mchakato wa katiba mpya utaendelea kusuasua inaendelea ama inaendana na tafiti za taasisi za kitaaluma na kiraia zilizonukuliwa na AP News, zikionyesha kuwa mageuzi ya kikatiba yenye mafanikio barani Afrika mara nyingi hutegemea shinikizo la chini kwenda juu, ama ukipenda bottom up pressure, badala ya maamuzi ya kisiasa kutoka juu pekee. Na vyombo vya habari navyo vina nafasi muhimu katika kuelimisha umma na kuweka ajenda ya katiba mpya na katika mijadala ya kitaifa. Hata hivyo, mazingira ya kisiasa na kisheria yamewafanya waandishi wengi kuwa waangalifu katika kuendesha mijadala hii, hali inayochangia kupungua kwa mjadala mpana wa umma. Wataalamu wa sheria ya katiba wanasema kauli ya Mwabukusi inafungua tena mjadala kuhusu ama, muhimu kuhusu misingi ya mchakato wa katiba, na baadhi yao wakinukuliwa na Daily Nation wanasema kuwa Tanzania inahitaji kuanza upya mchakato huo wa kuweka uwazi katika uteuzi wa wajumbe, kuhakikisha uwakilishi wa makundi yote ya jamii na kupunguza ushawishi wa vyama vya siasa katika hatua za awali. Ripoti za kitaaluma kutoka taasisi za utafiti wa demokrasia zinaonyesha kuwa katiba zinazodumu kwa muda mrefu ni zile zinazotokana na maridhiano mapana ya kijamii na kisiasa. Hili ndilo somo ambalo wachambuzi wanasema Tanzania baada ijalifanyia kazi kikamilifu. Mkwamo katika, uh, ama mkwamo wa katiba mpya na athari za moja kwa moja kwa utawala wa imani ya umma. Katiba ya sasa imekuwa ikikosolewa wa kutoa madaraka makubwa kwa mihimili fulani ya dola na kutotoa ulinzi wa kutosha kwa baadhi ya haki za msingi kama ilivyoripotiwa na BBC News. Na kutokuwepo kwa katiba mpya kumeendelea kuwa chanzo cha migogoro ya kisiasa hasa wakati wa chaguzi. Kauli ya Mwabukusi inaweka shinikizo jipya kwa serikali na wanasiasa kuonesha dhamira ya kweli ya mageuzi na kwa upande mwingine, kushindwa kuchukua hatua kunaweza kuongeza hali ya kutoaminiana kati ya wananchi na taasisi za dola. Kuanzia tume ya Jaji Joseph Warioba hadi bunge la katiba, historia ya mchakato wa katiba mpya Tanzania imejaa matumaini makubwa na misukosuko ya kisiasa. Rasimu ya katiba iliyopendekezwa iliwahi kupokelewa kwa shangwe na sehemu kubwa ya jamii, lakini hatimaye mchakato ulizimwa na mvutano wa kisiasa. Funzo kuu kutoka historia hii ni kwamba bila uhalali wa kisheria, maridhiano ya kisiasa na shinikizo la umma, mageuzi ya kikatiba huwa magumu kufanikiwa na kauli ya Onesmo mwabuku ama kauli ya uh, Bonifas Mwabukusi imefika katika wakati ambao Tanzania inatafuta mwelekeo mpya, baada ya uchaguzi. Inakumbwa ama inakumbusha taifa kwamba katiba mpya si anasa ya kisiasa, bali ni msingi wa utawala bora, haki na maendeleo ya muda mrefu. Wanaoweza kunufaika kisiasa ni wale watakaochukua jukumu la kuongoza mchakato shirikishi na uwazi. Wanaoweza kupoteza ni wale watakaopuuza wito wa wananchi na kuendelea kulinda hali ilivyo. Hatua zinazofuata zinaweza kujumuisha kuanzishwa kwa mjadala mpana wa kitaifa, marekebisho ya kisheria ya kuanzisha upya mchakato, au kuendelea kwa hali ya kusubiri chochote kitakachotokea. Mjadala ulioanzishwa upya na Mwabukusi unaonyesha kuwa swala la katiba mpya bado ni muhimili muhimu wa siasa za Tanzania na litabaki hivyo kwa siku zijazo. Ni hayo tuliokuandalia, kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, ku like na kushare video zetu.